Mwenyekiti wa chama mstaafu Babu Juma Duni, naibu katibu mkuu mstaafu Nasur Ahmed Mazurui, Mama Awena, Mama Zena ya Yajipandu, viongozi wote kwa ngazi zenu zote, itifaki imezingatiwa. Salamu aleikum. Hawa kwa uchuro wao, kwa uchuro wao walimtangaza Babu Juma Duni kafa, sijui walivyoambiwa na mganga wao, labda mtangaze Juma Duni kafa. Babu Juma yule pale, Juma mzima yuhai. Mwenyezi Mungu atampa umri, atampasiha alivushe hili, aikabidhi serikali, aisimamie serikali ya amasmasudi inavyokwenda Tupo sasa. Kesho tangazeni mjomba kafa. Mata mkitangaza mjomba kafa, na awe kafa kweli, harakati hizi hazisimami mpaka uondoke kwenye madaraka wewe.